Hey, mambo vipi? Natumai sote ni wazima hadi kuweza kukuta video hii na kuweza kutazama. Nategemea wengi wetu tumeamka salama. Sikutaka kuweza kurekodi video ya namna hii, video ya kuweza kuongelea hiki ambacho nakwenda kukiongelea. Lakini kutokana na sababu mbili tatu, ikanibidi basi niweze kufanya hivyo, niweze kurekodi video hii na kitu ambacho nitakwenda kukizungumza leo, kama kuna watu kitawakwaza, kitawakumbusha vitu ambavyo vimekwisha pita, basi waweze kunisamehe juu ya hilo. Lakini kutokana na kuwa na watu mbali mbali ambao wamekuwa wakinifuatilia katika channel yangu ya YouTube, katika group zangu ambazo nimetengeneza, watu wameweza kujiunga TikTok, kuna watu takriban alfu 44, kama sikosei wanafika idadi hiyo. Hata YouTube kuna watu wengi sana ambao wamekuwa wakifuatilia chaneli hii ya Muhammad Hafidh takriban watu elfu kumi na moja kwa hiyo, ni watu wingi sana ukitazama kwa hiyo. Kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali, na kama ilivyo kawaida yetu sisi, tumezoea kuweza kujifunza hapa katika chaneli yangu ya YouTube. Tumekuwa ni watu wa kujifunza siku baada ya siku, tumekuwa watu wa kushia maarifa wa kuangalia teknolojia inavyokwenda, vitu vya kuweza kuviangalia katika maisha yetu ya kila siku, hususan vilivyojikita katika teknolojia. Ndiyo maudhui ya vitu ambavyo nimekuwa nikishare hapa katika chaneli yangu ya YouTube, lakini pia katika social media account zangu. Tumekuwa tukipeana motivation mbalimbali, tukisaidiana kupeana mawazo, kushajihishana, kufanya vitu ambavyo vina impact vina faida katika jamii na katika watu ambao wametuzunguka. Kama utapita mitandaoni kwa sasa, kuna taarifa mbalimbali ambazo zipo, kuna video mbalimbali mbali ambazo zinasambaa. Kwa wale ambao tunaishi katika nchi moja Tanzania, tunajua siku mbili tatu zilizopita kilitokea nini. Ukiachilia kuzima kwa internet, kipi ambacho kiliweza kujiri, tunaelewa sote lakini vile vile kwa wale ambao wapo nje ya Tanzania kwa sababu hii chaneli yangu ya YouTube ina watu wengi sana kutoka mataifa mbalimbali mbali. So kuna wengine ni wa Tanzania, kuna wengine ni wa Kenya, wengine Burundi, Rwanda, Uganda, Marekani, Kanada, Oman. Kuna watu wengi sana ambao tuko nao hapa, tuko pamoja katika chaneli hii ambayo inatuunganisha ya Mohamed Hafidh so nataka niweze kuongelea ishu ambayo iliweza kujitokeza siku mbili tatu hapo, ishu nzima ya uchaguzi. Si tuweza kuongelea vile ambavyo pengine wewe unafikiria, lakini kikubwa ambacho nilitamani kuweza kukiongelea ni kuwapa pole wote wale ambao wameguswa kwa njia moja ama nyingine kwa machafuko ambayo yaliweza kujitokeza kipindi hiki ambacho nchi yetu iliweza kupitia katika kipindi cha uchaguzi. Fahamu tumetoka katika uchaguzi mkuu kuchagua rais na viongozi wengine kwa ajili ya kuongoza nchi yetu, lakini pia kwa lengo lengo basi la kuweza kupata watu ambao tutashirikiana nao katika hivi vitu ambavyo tunavifanya na mambo mengine katika kukuza nchi yetu na vitu kama hivyo. So, kuna machafuko kidogo yalitokea, na watu wengi waliweza kupata Uh, shida mbili tatu. Unajua sio lazima uweze kupata athari moja kwa moja mfano ya kuumia. Inawezekana hujapata athari hiyo, japokuwa kutokana na taarifa zilizopo tunasikia kuna watu ambao wamepata uh, athari hizo, lakini pia hata wewe pengine ulikuwa umekaa ndani kwako ukisikia zile purukushani, imekuathiri kiakili pengine haukuwahi tunajua, nchiye, nchi yetu ni nchi ya amani. Haukuwahi kusikia vitu kama hivyo mwanzoni, tafrani kama hizo hazikuwahi kuwa zinajitokeza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tuna experience sasa. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine, inawezekana vimekuasir pengine bila hata kujijua, lakini baadaye utahisi kuna vitu viko tofauti. So nataka nitoe pole kwa wote wale ambao wamekutana na vitu kama hivyo ama wameweza kupoteza wapendwa wao lakini vile vile niseme tu kuwa tunahitajika kuweza kulinda amani yetu, tunahitajika kuweza kujifunza basi kutokana na makosa. Unajua sio kila kitu kinahitaji kutumia nguvu na vitu vingine, unaweza hata wewe hapo kujitoa, hata kama sio leo, lakini baadaye vikaweza kuleta mabadiliko. Mabadiliko yanaanza na wewe mwenyewe. Kuna hizi platform mbalimbali, social media YouTube kila siku tumekuwa tukishajihishana, tutengeneze maudhui, tujifunze kutokana na wengine, kile tulicho nacho tujaribu kushia na wengine waweze kukipata. Lakini tumekuwa tukitumia hizi platform mbalimbali kwa njia mbaya, kwa njia ambayo inasababisha vitu kama hivi ambavyo viliweza kujitokeza, badala ya kuweza kutumia katika njia nzuri ama kufikisha jumbe ambazo zitasaidia kutoa elimu, kufungua watu lakini tumeshindwa kuweza kufanya vitu kama hivyo hati hatimaye, tumekuwa tukifanya vitu ambavyo ni negative na ndivyo ambavyo vimeanza kuleta tafrani. Mitandao ya kijamii tumekuwa tukitumia vibaya. Nimekuwa nikishajihisha kila siku tuwe ni watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, tutoe elimu, tujifunze maarifa, tu share idea, tuongee kwa njia ambayo itakuwa ni salama. So ningeomba sana tuweze kutumia hii teknolojia ambayo tupo nayo vizuri sana, na sio kuweza kusababisha machafuko, tafrani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitoe pole kwa wale wote ambao wako pamoja na mimi hapa, wameguswa kwa njia moja ama nyingine. Kwa sasa natumai nchi ipo shwari, utaniambia wewe kwa upande huo uliopo, kwa sababu tunatoka sehemu mbalimbali, pengine wewe mkoa ambao upo bado hakujawa shwari, unaweza kushare na sisi katika sehemu ya comment, lakini natumai sasa kupo shwari, japokuwa hizo siku mbili tatu vile vitu ambavyo vimetokea vimeweza kuleta kidogo maswali mingi, kuleta uh, changamoto kubwa, kuathiri vitu mbalimbali, miundombinu, watu wamekuwa wakipoteza vitu vyao mali zao watu wao katika hizo siku chache zilizopita. So Mungu atujalie tuishi salama, turudi katika amani yetu ambayo tumeizoea ambayo tumekuwa tukisifika nayo, kuishi pamoja, lakini vile vile tuwe ni watu wa kuweza kuyazungumza mambo ambayo yanatukereketa, na sio kuweza kuchukua hatua ambazo zinaweza kuleta athari kubwa sana kwa jamii, wakati huu wa sasa, lakini hata kwa vizazi. Unajua sio historia nzuri ambayo tumeitengeneza hata kwa vizazi vyetu. Kuna athari nyingi sana ambazo zimejitokeza kutokana na kile ambacho tumeweza kukifanya, lakini tunamwomba Mungu atupitishe katika hili salama na tuendelee na maisha yetu ya kila siku. Ndio kikubwa ambacho nilitamani kuweza kuongelea, so tupo pamoja katika hili ambalo limejitokeza, na tuendelee kuwa pamoja hapa, kuendelea kushia maarifa, kujifunza pamoja, kubadilishana mawazo, lakini vile vile kikubwa zaidi katika kulinda amani yetu na katika kuishi tukiwa watu ambao tunasikilizana, watu ambao, jamii ambayo inapatana kila siku kama ilivyo zamani. Na kama kuna lolote lile ambalo ungependa kuweza kushare, unaweza kuandika na weka katika sehemu ya comment, lakini sitopenda kuwe na mjadala wowote ambao utaturudisha kipindi cha nyuma hicho ambacho kimepita lakini pia kuongelea mambo ambayo hayahusiani na nchi yetu, kile ambacho tunakifanya hapa. Sitopenda kuona comment ambazo zinahusiana na mambo ya siasa. Mimi kutengeneza video hii ni just kuweza kuangalia wale wote ambao wamekuwa pamoja na mimi hapa kunifuatilia, wapo salama na hawajazurika kwa lolote lile. Baada ya internet kukosekana, hatukuwa tunawasiliana, vitu vilikwama kidogo na kulikuwa na machafuko baadhi ya maeneo ya nchi Tanzania, naongelea kwa hiyo. Nimeona sio mbaya, kwa vile kuna watu wengi wananifuatilia, niweze kuja basi na video hii, niweze kuongea na wewe, ili basi, kama kuna lolote lile ambalo pengine umelipitia, ujue kama kuna watu pia wanajali. Lakini pia, tuko pamoja na wale wote ambao wameathirika kwa njia moja ama nyingine. Maisha yanaendelea, tuombe Mungu aturudishie Tanzania yetu ambayo ni salama, ambayo tumeizoea, tunaishi bila ya hofu yoyote. Ndio nchi ambayo tulikuwa nayo, na ndio ambayo ilikuwa ikisifika. Kwa mambo kama haya tunayaona tu, tulikuwa katika TV taarifa habari, katika movie, nchi nyingine zikifanya, lakini sisi tulikuwa tunaishi kwa amani. Kwa hiyo tusipoteze amani ambayo tupo nayo, hadi kuweza kufikia katika hali ambayo itakuwa ni mbaya sana na nirudie tena pole sana kwa wale wote ambao watakuwa haya majanga ya siku mbili tatu yaliyojitokeza, machafuko, kuzima kwa internet kumeweza kuathiri kwa njia moja ama nyingine, tuwe pole sana kidogo kidogo, tutaweza kurecover na tutaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Asanteni sana, kisha una like video hii una repost iweze kuwafikia watu wengi zaidi, share na ndugu na marafiki waweze kupata ujumbe huu. Tuendelee kuwa pamoja, tutaendelea kujifunza kama kawaida yetu, kushia maarifa, kupeana mawazo mbalimbali mbali, kutazama teknolojia inavyokwenda, kujifunza teknolojia mbalimbali mbali ambazo zinakuja kurahisisha maisha yetu. Ndio kitu kikubwa ambacho kimetukutanisha hapa, so asante sana. Una swali lolote, una maoni, unaweza kuchangia basi sehemu ya comment. Tukutane wakati mwingine.